Tayari kumeshatokea tatizo la wanao tiania ya kugombea ubunge na udiwani, kwanza kuzunguka kwenye kata mbalimbali mbali na kutoa rushwa, wanaita wajumbe wanaohusika na mkutano mkuu, wanawapa elfu kumi kumi. Mpaka sasa kiwango cha wajumbe ambacho wao wamewapangia kwanza, ni kuwadhalilisha hawa wananchi, kuwadhalilisha wana CCM lakini wameona hao bei yao ni shilingi elfu kumi kumi. Leo chama bado hujachukua fomu, hujapita kwenye michakato yote ya vikao mbalimbali, unaanza kwenda kwa wananchi kutoa fedha na kushawishwa kuchague. Unatoa rushwa, unashawishwa kuchague. Na wapa tahadhari, wanakosea sana na kanuni inasema wazi mtu atakayefanya hivyo anakiuka taratibu na kanuni yetu hii, na kisha kiuka hii kanuni anakuwa amejiondoa mwenyewe. Hata akichukua fomu, hata teuliwa, chama hakitamteua hawa wanatengeneza makundi ya mapema, jambo ambalo lina athari sana kwenye ushindi wa chama. Sisi ili twende vizuri, wakifuata utaratibu na watu wakiwa wanawakubali, uchaguzi unakuwa mwepesi na tunapata kiongozi bora. Ndio maana nimesema hatuwezi kumpendekeza kuwa mtu mgombea wa chama chetu kwa ubora wa yani kutoa fedha, kwa ubora wa kuonga yani, huyu jamani bora sana kwenye kuonga hmm? anawapimia bei hao viongozi kwamba katibu wa wilaya bei yake milioni mbili kwa hiyo katibu wa wilaya achukua milioni mbili ili unipendekeze. Hiyo haitawezekana. Katibu wa kata bei yake laki tano Eh, amwitia wajumbe wajumbe bei yao 1010, haitawezekana. Bahati nzuri wameshajionyesha mapema na sisi tuchukue